Shalom, shalom. Watu wa Mungu maali ambapo muliko. Muko pamoja na Sister Espera. Muko pamoja na Sister Espera. Ningetaka niwaambie mtu hivi. Ningetaka niwaambie watu haya maneno. Kuna watu ambao wanawaza kwamba maisha yako yatabakia pale pale. Kuna watu ambao wako pale kwa kukutazama tu jinsi unavyoteseka. Kuna watu ambao wanakuona jinsi unapitia kipindi kigumu, wanasema huyu ndio kazi yake, kwenda napita maisha magumu, maisha ya taabu, wanasema hii ndio maisha yake. Wakati unapopitia kipindi kigumu, hakuna yule anayekusaidia huko pale, unatafuta pesa wa kukopeshe, unakosa pesa. Unatafuta pesa wa kukopeshe ili upate rasio ya siku, unakosa pesa. Unapitia kipindi kigumu, watu wanasema huyu hana maisha mazuri. Wewe unaepitia kipindi kigumu, hiyo ni wakati hiyo ni hiyo wakati hiyo ni hicho kipindi kip, kigumu nachokipitia ni wakati ambayo huko unapitia. Kuna siku kipindi hicho kigumu kitabadilika, kuna siku hicho kipindi kigumu kitabadilika kwako. Sio wale wote waliobarikiwa ambao hawakupita vipindi vigumu, wamepitia vipindi vigumu zaidi yako. Kuna wale ambao waliobarikiwa wanawadharau wale wa, wa, wa ambao hawajabarikiwa wanawadharau wale ambao hawajabarikiwa. Maisha ambayo uko unapitia sasa, maisha magumu ambayo uko unapitia unatafuta pesa za kula za siku nazikosa, unaenda kwa fulani akukopeshe pesa, na anakuambia sina, unaenda huku akukopesha, wa wanakwambia hatuna, unatafutisha huku na kule ili wakupatie pesa, wanakuambia hamna Uko pale unatafutisha yule chini, hata kama unapata yule wa kukupatia na kukopesha pesa ya, ya kukula, unasema unajiuliza peke yako "Eski, hizi pesa nitazipata siku gani ili nizirudishe? Kama Mkristo mwenyee anakopeshwa pesa, anakuaga na ana, ana imani ya kusema mimi hizi pesa nimezikopesha, nitazirudisha siku ni siku Hila natafuta sasa hizi pesa nitazitosha wapi? Nitazitosha wapi hizi pesa? Umezikopesha, inabidi uzirudishe. Unajiuliza hizi pesa nitazitosha wapi? Maisha ni yale yale. Yale yale maisha magumu, yale yale maisha ya, ya kukosewa. Unapitishwa kipindi kigumu ambacho we mwenyewe hujitambui. Unapitishwa kipindi kigumu manake unakosa hata, manguo zinaisha, unakuwa unashonesha viraka kwenye kwenye mapantaloza kwako. Mke wako akisema unaanza foko, unatomboka. Kwa nini? Kwa sababu umekosa pesa. Unaweza ukakosa pesa kwenye mfuko wako, ila haujakosa, haujakosa maneno haujakosa haujakosa mali ya Mungu ndani mwako. Utakosa pesa mfukoni, ila imani yako imepanda. Unakosa pesa katika mifuko yako, ila imani yako imepanda. Unakosa pesa, ila imani yako imepanda. Unajiuliza sasa, pesa hizi za watu nitazirudisha wakati gani? Huna kazi huna nini, umekopesha pesa za watu, unajiuliza uta, utazitosha wapi? Unaishiwa, ukuna pesa mbinguni, ukuna pesa mbinguni. Wewe unaweza kosa pesa kimwili, ila mbinguni unazo. Yes, unazo. watu wanapoona maisha yako yanabadilika, wanapoona Watu wanapoona kwamba maisha yako yanabadilika, watu wanapoona kwamba unapitia kipindi kigumu, haupati wa kukusaidia, haupati yule wa kukusaidia, lakini una una imani, una imani tu. Kuna wakati maisha, kamata imani yako <tipu> Watu wanapoona kwamba una kipindi kigumu, watu wanapoona kwamba maisha yako yanakwisha, unapoona kwamba umeteseka, umekosa, umeomba huku wanakuima, umeomba kule wanakuima, tambua kwamba kuna wakati, hicho ni kipindi uko unapitia kigumu. Kuna kingine kipindi ambacho maisha yanabadilikaga maisha yanakwenda kubadilika ili upate kupata ambavyo unavyovitafuta. kuna maisha unayoyapitia ya tabu, ila maisha wakati mwingine yatabadilika. Sio wewe tu utakuwa unanapitia maisha magumu. Maisha kuna wakati yanabadilikaga, Mungu anabadilisha kila kitu kwako, kinakuwa kama kipya. Unajiuliza, eske mimi njo nimekuwa napitia kile kipindi ile, wakati unaanza sema, eske mimi njo nimekuwa napitia kile kipindi wakati kuna kipindi ambacho kinabadilikaga. Watu sasa wanapoviona mambo yamekubadilikia, maisha ni barabara. Tambua kwamba maisha ni barabara. Leo unaweza feli, kesho ukainuliwa. Leo unaweza anguka, kesho ukainuliwa. Kuna wale watu ambao waliobarikiwa mbele yako, wale watu waliobarikiwa mbele yako Wanapokuona unapitia kipindi kigumu, acha niseme kwenye lugha ya Kifaransa. Wewe uko hapo, unaona kwamba mambo yote yanabadilika, yanakugeukia. A un moment donne, tu vois tu vois que tu as perdu tout ce que tu avais. Unaona kama unabakia bila kitu. Tu tu vois et tu crois aussi que tu n'as rien, que tu ne restes avec rien. Na watu sasa, on dit comme ca les gens pense que le Seigneur t'a deja laisse pense que le Seigneur t'a deja pense que le Seigneur t'a deja abandonne. kwa kwajua nini wanawaza kwamba Mungu amesha kuwacha, sababu unavyopitia vipindi vigumu vikali, wanaona kwamba Mungu amekuwacha, wanaona kwamba maisha yako yanazorota. Unabakia bila kitu. Tu crois toi meme que tu as deja ete abandonne. Acha nikwambie kitu. Bwana anabadilishaga maisha kwa wao, unaweza waza kwamba ni masiku mingi, ila Mungu anabadilishaga maisha kwa, ta, kwa dakika dakika moja tu, Bwana anasema yote yabadilike na yanabadilika. Ya, ningetaka nikwambie wewe ambaye maisha yako unaona kwamba yamecheza Nikwambie tu kama maisha ni barabara. Maisha ni barabara. Unajua barabara, unaposimama kwenye barabara kuna wanaotembea kwa mguu, kuna wanaotembea na magari, kuna wanaotembea kwa makinga na kwa mamoto. Yaani barabara tunapita. Tunapita. Ningemwambia yule mtu ambaye amebarikiwa asiwadharau watu. Watu ambao walio masikini. Wao waliobarikiwa, usiwadharau wale ambao hawajafanyikiwa. Kuna wakati unapomdharau mtu, unasahau kwamba na wewe vitu hivyo ambavyo unavyo vinaweza vikabadilika. Ndio kwa maana ningesema usiwadharau wale ambao wanapitia vipindi vigumu. Kama anakuja kwako, anakuambia nikopeshi, kama unayo ya kumpatia mpe, na kama utaki kumpatia acha. Kuna wale watu ambao Mungu atagusa ili wapate kumsaidia, na watakapomsaidia yule katika kipindi kigumu, hatusahau maisha yake. Hata wakati Mungu atakavyomwinua atamkumbuka yule mtu, atasema mtu fulani amenitoaga kwenye shida, acha na mimi nimfanyizie hiki. Ningemwambia yule mtu ambaye anapitia kipindi kigumu, Usijipambanie, usijipambanie, yuko Mungu mtetezi kwa ajili yako. Yuko Mungu mtetezi kwa ajili yako. Kipindi unachopitia, kipindi unachokipitia ni cha muda. Kipindi cho unachokipitia ni cha muda, kipindi unachokipitia ni cha muda. Jipe moyo, jipe moyo, jipe imani, usipigane. Mtetezi wako ni huyo Mungu tu. Haiko juu ulishindwaka jana, haiko juu ulishindwa jana njo na leo utashindwa. Haiko juu ulitafuta leo ulikosa na kesho utakosa, haiko hivyo. Leo unaweza ukakosa, kesho Mungu akabadilisha mambo. Leo unaweza ukakosa kesho, Mungu akabadilisha mambo. Ningekwambia hivi, pitia vipindi vigumu. Utakayesema akusaidia kwa kukukopesha, kama ataweza atakupatia, na kama hawezi anaacha, kwa sababu hutokufa kwa sababu hukukula siku moja, hutokufa hutokufa na familia yako kwa sababu ya njaa siku moja au siku mbili. Hutokufa na Bwana mwenyewe atajipasulia njia ambayo utakayoshangaa peke yako. Atapasua njia ambayo we mwenyewe hutofahamu mahali ambapo hivyo vitu vimetokea, atakupasulia njia. I say, kama unanisikiliza, Bwana yuko kwa ajili yako, atakupasulia njia ambayo we mwenyewe hutofahamu. Najua watu wa leo wanakuangaliaga wanataka wanaona wanasema, huyo hey, amefa ameisha, hey, maisha inampiga. Atakwambia maisha inakupiga, lakini hawezi toa hata elfu kumi ya kukusaidia aseme chukua, basi kanunue bunga Ka ununue, robo ya bunga au nusu ya bunga hakuna. Ameshapata franga, lakini kusema aseme acha nitoe hii elfu mbili nimsaidie mtu fulani, basi alilala njala siku mbili, wacha nimpatie hizi. Roho ya upendo hakuna, roho ya huyo upendo hamna. Watu wanaishi wakipendana wenyewe kwa wenyewe, wale wa masikini hata tuwaache, haweza kasema hata nikupatie hiki kikusaidie, na hawezi akakupatia, hawezi. Lakini atasema maisha yamemshinda, ndio maana iko hivi sasa. Kama maisha yamemshinda, so namwacha basi. Kuna kipindi ambacho ni cha cha, cha shida ambacho unapitishwa ndani ili ujifunze mengi ujifunze makuu ya mungu ujifunze ni wapi mungu atakao kutoa yes kuna hivyo vipindi ambavyo vigumu bwana anakupitishaga sio kusema kwamba amekutakia we mabaya hapana bwana hajakutakia mabaya ni vipindi tu ni vipindi nimesema maisha ni barabara ya kupita ndani tumo tu safarini leo unaweza kuwa maskini kesho bwana akakuinua kesho Bwana akakuinua. Wale matajiri wote waliobarikiwa, basi wameanzia juu? Wale wote wameanzia katika ngazi za chini, wameenda wanapandishwa polepole pole. kuna mahali ambapo Mungu atakutosha, atakupandisha cheo na utalishukuru jina la Bwana ukisema, Mungu asifiwe, nimefika hapa, nimefika hapa. Utashangaa peke yako wewe mwenyewe utajiuliza, imekuwaje mimi nimefikia hapa? Imekuwaje nimepitia? Utakuwa njoo una, una, unaongelea historia ya maisha yako, mahali ambapo Bwana amekutosha, mahali ambapo Mungu amekutoa. Utaliongelea, utaliongelea tu, utasema Mungu ametenda vizuri. Ningekwambia wewe unayenisikiliza shika imani yako, hata unapitishwa katika kipindi ambacho ni kigumu mbele ya macho yako, kwa sababu mbele ya Mungu hakuna mambo magumu. Wao utaona unapitishwa kipindi kigumu, nasema sasa maisha yamekuwa nguvu. Mbele za Mungu hakuna maisha magumu. Shikilia imani yako, shikilia imani yako. Na Mungu akubariki. Muko pamoja na Sister Espera ni, niko hapa kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu katika lugha tatu: Kirundi, Kifransa, ki na Kiswahili. Ninayo page ya Facebook. Ninayo pa, ni Prophetess Espera, page ya Facebook Prophetess Espera au majina yangu yote ya, ma, ya Espera unanipata pale, ni Espera Prophetess Espera. Kwenye TikTok ni Espera hivyo hivyo. E, kwenye YouTube nina channel ambayo ni Parole de Vie. Pale ninaweka mambo ya Kiswahili, Kirundi na Kifaransa. Que Dieu vous bénisse de partout vous trouvez

Que Dieu vous benisse. Mungu awabariki mahali ambapo muliko.